Yes, mambo vipi mwanamichezo wa sawasawa ligi? Uko poa kabisa na harakati zinakuwa zinaenda poa zaidi. Sasa niwape pole sana kwa wale mashabiki wa Manchester United e, wazee wekundu kabisa hawa, mmoja kati ya mashabiki ambao pia huwa wanapata shida zaidi e, katika kipindi hiki, lakini pia katika msimu huu, moja kati ya mashabiki pia ambao kweli wana hali ngumu ni mashabiki wa Manchester United, na hii ni mara baada ya pia kipigo kuendelea kutawala e, katika upande wao, ikiwa kwenye msimamo wa ligi pia wamekuwa ni katika nafasi mbovu ambayo hata kuizungumzia tu naona aibu kwa sababu ni timu kubwa lakini pia inakuwa inafanya mambo madogo ambayo yanaweza kuwa e, e, ni, ni mabaya sana kwa watu wengine lakini pia walitegemea kwamba kutokana na kutu, kukosa kombe la EPL msimu huu basi endapo tu wachukue hata ile kombe la Europa League ili ambayo ile moja kwa moja iweze kuwapatia e, bana tiketi ya kwenda moja kwa moja katika e, kushiriki swala so zima la klabu bingwa Ulaya e, hapo msimu ambapo unakwenda kuanza mwaka 2025 26 kwa sababu mshindi wa eh, fainali hizi ndiye anaweza uh, kwenda katika eh, klabu bingwa Ulaya hapo, eh, bwana mwakani kuweza kushiriki. Sasa eh, siku ya jana ikumbukwe imeweza kucheza mechi ya fainali ambayo iliwahusisha Tottenham Hotspur pamoja na Manchester United ambapo Manchester United aliweza kuchapika kwa bao moja kwa bila, ambapo bao hilo aliweza kujifunga wana beki wao kutokea kule katika timu ya Manchester United, ambapo pia aliweza kushindwa kwa kufungwa goli moja katika fainali za Europa League, ambayo pia iliweza kuchezwa siku ya jana katika uwanja wa San Memes Bilbao huko. Sasa goli pekee pia ambao iliweza kutokana na juhudi za Bernard Johnson pia ambaye alisababisha ali beki wa United Luke Shaw kuweza kujifunga mara baada ya cross ambayo pia e, Pap Style, e, dakika ya 42. So dakika 42 tu ziliwatosha wao Hot Spurs kuweza kukamilisha, lakini pia kuweza kushinda na kuweza kuchukua kombe hilo na kuwakatia tiketi ya moja kwa moja kwenda katika e, club bingwa. Sasa, Tottenham Hotspurs, bwana hawa ni e, walicheza kwa nidhamu kubwa sana ya hali ya juu lakini pia wakiweza kujilinda la ya, bila kusahau kwamba kuwa na ufanisi mkubwa dhidi ya mashambulizi ya Manchester United, ambayo pia yalikuwa yakitokea bana. Mlinzi Mick Van, ambaye huyu ni mlinzi kutokea kule Tottenham, pia aliweza kufanya uokoaji muhimu wa mipira uliokuwa unaelekea golini, lakini pia bila kusahau golikipa wa Tottenham Hotspur gul... fahamika kwa jina la Gulilemo aliweza kufanya kazi nzuri sana kazi kubwa sana ya kuweza kuzuia baadhi ya mashambulizi mengi zaidi ambayo yalikuwa yanafanya eh, bwana na Manchester United kuelekea katika eh, goli lao kat, au katika eh, upande wao. Wao walikuwa wanashambuliwa sana, lakini beki wao, lakini pamoja na goli kipa, walikuwa ni watu ambao pia wanahangaikia sana timu yao ili kuweza eh, kupata ushindi, lakini bila kufungwa kwa eh, goli lolote. Sasa ushindi huu pia umeweza kuvunja eh, bwana ukame wa eh, miaka kumi na saba ya Tottenham bila kuweza kushinda eh, taji lolote na ni mafanikio makubwa sana kwa kocha Angel ambaye anafahamika uh, Ange Postoglou ambaye pia katika msimu wa pili huu ndio ameweza kuitumikia uh, klabu hiyo ya Tottenham Hotspurs. Sasa kuweza kumaliza nafasi ya 17 kwenye ligi kuu ya Uingereza kwa sasa hivi, yani EPL, ndio nafasi ambayo inashika Tottenham nafasi ya 17. Ushindi huu pia unawapa nafasi ya kuweza kushiriki na ligi ya mabingwa uh, barani Ulaya sasa, uh, mara baada ya kuweza kushinda kombe hili E, tiketi imekatwa ni moja kwa moja kwamba wao watashiriki, hata kama kwenye ligi watashika nafasi ya ngapi, hata waje kushika nafasi ya mwisho, ila katika kombe la, la Ulaya huko klabu bingwa wataweza kushiriki kwa sababu ya ushindi ya bana wa kombe hili. Mfano katika hata huku kwetu kwamba mshindi ambaye atakuwa anashinda kwenye e, swala so zima la, la, la, la, la, la kombe la shirikisho Tanzania ataweza kushiriki katika eh, shirikisho barani Afrika yani CAF, ambayo ni mashindano mpaka sasa hivi ambayo Simba anashindania na, na, na na tunajua Jumapili anakwenda kukichafua pale Man stadium e, kutokea kule e, Zanzibar. Yapi maoni yako, ambaye ambayo ni shabiki wa Manchester United, lakini pia ni shabiki wa Tottenham Hotspur, una furaha kiasi gani kuhusiana na hili? Lakini kumbuka kwamba Kane ni moja kati ya wachezaji ambao pia walishawahi kuchezea klabu hii, hawakuwahi e, ha, ha, kuweza kuchukua kombe toka ajiunge na timu hii, lakini pia mara baada ya kuweza kujiunga na Bayern Munich, msimu huu wanakwenda kunyanyua makwapa na kuambia kuweza kunyanyua e, makombe kutokea kule e, ligi ya Bundesliga ambayo inafahamika huko nchini Ujerumani. Maoni yako yapi kuhusiana na timu hizi vilabu hivi kuweza kushindania kwa ukubwa zaidi na hii ni kuweza kujiweka katika nafasi nzuri za kuweza kuwa na nzuliza, ushindani mkubwa zaidi katika masuala mazima eh, ya, ya, ya, ya, ya makombe makubwa kama haya Europa League lakini pia UEFA Champions League na makombe mengine kibao. Yapi maoni yako kuhusiana na kitu hiki? Manchester United wana kitu cha kujifunza kwa sababu wanakosa kombe, lakini pia mwakani pia wanakosa kuweza kushiriki klabu bingwa Ulaya. Wewe kama shabiki wa Manchester, drop comment yako hapo, mimi nitapita nayo. Lakini wewe kama shabiki wa Hotspurs, drop comment yako kuhusiana na shabiki wa Manchester anajisikiaje, anaumia akiwa wapi? Na wewe una enjoy ukiwa wapi? Lakini sisi tuna enjoy tukiwa sawa, sawa. Take for this kwa sababu tunakwambia habari kiganjani mwako yeah, yeah.